Katika mwendelezo wa muvi kali za kutisha leo tunakuletea mashine nyingine mpya, hii inakwenda kwa jina la Insidious ya mwaka elfu mbili na kumi. Hii ni kutoka kwa wapenzi wa filamu za kutisha, hii siyo ya kukosa. Kama bado hauja subscribe, basi huu ndo wakati wako. Filamu inaelezea maisha ya mtoto ambaye alipotea ndotoni. Mtoto aliyefahamika kwa jina la Dalton alipotea na kujikuta katika ulimwengu wa kiroho uliotambulika kama ulimwengu wa The Father. Mwili wa Dalton ulikuwa umelala kitandani, lakini nafsi ipo katika ulimwengu mwingine. Joshi na Renai, ambao ni baba na mama wa Dalton, hawajui ni nini kimempata mtoto wao. Joshi na Renai wameangaika na kila aina ya daktari, lakini haikujulikana nini shida. Baadaye bibi mmoja ndio alitambua kuwa nafsi ya Dalton imepotea katika ulimwengu wa The Father. Katika ulimwengu huo zipo nafsi nyingi ambazo zilikuwa zikipambana kutafuta njia ya kurudi katika ulimwengu huu wa tatu. Hivyo nafsi zote zilikuwa zikipambania nafsi ya Dalton ili kuingia katika mwili wake. Bibi anaandaa vifaa maalumu kwa ajili ya kuwasiliana na nafsi ya Dalton ikiwa The Father. Mpango ulifanikiwa na kuanza kumwelekeza Dalton afuate sauti ili kuondoka katika ulimwengu huo. Kwa bahati mbaya, mpango unafeli kutokana na nafsi ya Dalton kupata vikwazo kutoka kwenye nafsi zingine. Baba yake Dalton anaandaliwa kwa ajili ya kwenda kuifuata nafsi ya mwanaye katika ulimwengu wa the father. Je, ni maswahibu gani alipitia Joshi katika ulimwengu huo? Maana kwa vyovyote haiwezi kuwa rahisi kwenda katika ulimwengu mwingine bila kupata changamoto yoyote. Na je alifanikiwa kurudi na mwanae? Yote hayo tutayajua hapa hapa. Movie ipo jikoni katika maandalizi ya mwisho mwisho, subscribe ili wakati wa kupakua wa kupakua uwe wa kwanza, ujichagulie sahani yenye nyama nyingi. Hivi ungekuwa wewe ungeweza kukubali kuzimia ili nafsi yako isafiri kwenda kutafuta nafsi ya mwanao? Tuandikie hapo chini kwenye komenti.